Sura ya nane, wale wanaosisitiza kwamba hakuna nafsi. Kwanza kabisa tusikilize maneno ya wale wanaoikana nafsi na kisha tuendelee na somo letu la nafsi. Katika Biblia neno nafsi lina maana mbili. Katika Agano la Kale lina maana zaidi ya maisha ya walio hai na katika Agano Jipya maana yake halisi ni roho ya wafu. Nafsi kwa kawaida inamaanisha roho ya wafu lakini pia inarejelea walio hai kwa sababu pia iko ndani ya mtu aliye hai. Walakini, baadhi huikana nafsi na kupuuza ushuhuda wote wa nafsi uliosemwa na Yesu na mitume. Wanasoma Agano la Kale tu lililoandikwa chini ya mwanga hafifu wa mwezi, ili wasiweze kufikia ukweli. Hata ikiwa kuna mamia ya rekodi kuhusu nafsi katika Agano la Kale, lililo muhimu ni kuzingatia maneno ya Yesu, mmiliki wa nafsi, na maneno ya mitume yaliyofundishwa naye. Ni lazima tuendelee na somo letu kulingana na maneno yao. Kitabu hiki kinatoa maelezo ya kina kuhusu nafsi ambayo Yesu na mitume walishuhudia. Tafadhali kisome kwa makini. Wale wanaokana uwepo wa nafsi wananukuu baadhi ya mistari kutoka katika agano la kale tu ni kwa sababu hawawezi kupata mstari hata mmoja unaoikana nafsi katika Agano Jipya. Walakini hata mistari ya Agano la Kale haikani nafsi, kama ilivyoandikwa Zaburi sura ya sita mstari wa tano, hakuna mtu anayekukumbuka akiwa amekufa. Ni nani awezaye kukusifu akiwa kuzimu? Tukijifunza kwa makini mistari wa kwanza hadi wa tano katika sura hiyo hiyo, tunaweza kuona kwamba maneno haya hayamaanishi kwamba hakuna mtu ali na roho baada ya kifo, bali kwamba hakuna awezaye kutoa shukrani kwa Mungu kaburini isipokuwa ameokolewa. Hivyo imeandikwa Zaburi sura ya sita mstari wa kwanza hey, Bwana usinikemee katika hasira yako. Unikomboe, uniokoe kwa sababu ya fadhili zako. Zaburi sura ya 115 mstari wa 17, sio wafu wanaomsifu Bwana, wale washukao mahali pa kimya. Na mstari unaofuata tu unasema Zaburi sura ya 115 mstari wa 18, bali ni sisi tunaomtukuza Bwana sasa na hata milele. msifuni Bwana. Tukiweka mistari ya hapo juu pamoja, tunaweza pia kuelewa kwamba ikiwa mtu yeyote atashindwa kuokolewa na kwenda jehanamu, huko hawezi kumsifu Bwana. Na mstari unaofuata unasema Zaburi sura ya mia moja arobaini na sita mstari wa nne roho yao itokapo hurudi mavumbini; siku hiyo hiyo mipango yao yote hukoma. Tukisoma mistari wa kwanza hadi wa nne katika sura hiyo hiyo tunapata kutambua kwamba hakuna mtu ambaye tunaweza kumwamini isipokuwa Mungu. Ijapokuwa mtu ni mkuu mwenye mamlaka katika dunia hii, mipango yake yote aliyoiamini itaangamia siku atakapokufa na kuingia ardhini, kama ilivyoandikwa Zaburi sura ya mia moja arobaini na sita mstari wa tatu, usiweke tumaini lako kwa wakuu, kwa wanadamu ambao hufa, ambao hawawezi kuokoa. Roho yao itokapo hurudi mavumbini, siku hiyo hiyo mipango yao yote hukoma. Na kitabu cha mhubiri kinaeleza Mhubiri sura ya tisa mstari wa tano, kwa maana walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui chochote, hawana tuzo zaidi, hata kumbukumbu kumbu yao imesahaulika mhubiri sura ya tisa mstari wa kumi kwa kuwa huko kuzimu unakokwenda hakuna kufanya kazi wala mipango wala maarifa wala hekima mhubiri sura ya tatu mstari wa kumi na tisa hatima ya mwanadamu ni kama ile ya wanyama wote wana mwisho unaofanana jinsi anavyokufa mnyama ndivyo anavyokufa mwanadamu wote wana pumzi inayofanana wote huenda mahali panapofanana wote hutoka mavumbini mavumbini wote hurudi Kihalisi, mistari yote ya hapo juu inaonekana kumaanisha kwamba mtu anapokufa roho yake hukoma kuwapo na hatima yake ni kama ya wanyama baada ya kufa. Walakini, mistari ifuatayo katika kitabu hicho hicho inashuhudia waziwazi kuhusu roho. Mhubiri sura ya tatu mstari wa ishirini na moja, ni nani ajuae kama roho ya mtu huenda juu na roho ya mnyama hushuka chini ardhini? Mhubiri sura ya kumi na mbili mstari wa saba nayo na mavumbi kurudi ardhini alikotoka na roho kurudi kwa Mungu aliyeitoa. Hapawezi pakawa na ukinzani wowote katika kitabu kimoja kilichoandikwa na mtu yule yule. Sababu ya kuonekana kuwa na ukinzani ni kwa sababu maneno ya mwili na maneno ya roho yameandikwa tofauti. Katika kitabu cha Ayubu imeandikwa, Ayubu sura ya kumi na nne mstari wa kumi lakini mwanadamu hufa na huo ndio mwisho wake, hutoa pumzi ya mwisho naye hayuko tena. Tukisoma mstari wa juu kwa makini, tunaweza kuona kwamba unarejelea mwili. Alisema maneno hayo alipokuwa hana tumaini la ufufuo na uzima wa milele. Tuangalie mstari wa saba hadi wa kumi na nne katika sura hiyo hiyo, Ayubu sura ya kumi na nne mstari wa saba. Ndivyo mwanadamu alalavyo chini, asiamke; hadi mbingu zitakapokuwa hazipo tena, wanadamu hawataamka. Je, kama mtu akifa, aweza kuishi tena? Ayubu alisema maneno haya bila tumaini la ufufuo. Hii inaonyesha kuwa aliongea maneno hayo bila ufahamu wa nafsi. Baadhi hufikiri kwamba kila neno katika Biblia limeandikwa kulingana na mapenzi ya kweli ya Mungu. Wamekosea sana. Vitabu 66 vya Agano Jipya na la Kale vina maneno yaliyotamkwa na mamia ya watu mbalimbali. Maneno haya yamepangwa katika aina tatu: Mafundisho ya kweli yanayotolewa na Roho Mtakatifu, maneno dhidi ya mapenzi ya Mungu na maneno mapotofu kutoka kwa maoni ya wanadamu. Hivyo, tunapaswa kuangalia muktadha wa kila mstari kwa makini ili kupata maana yake sahihi. Katika siku hizo, Ayubu alisema maneno mengi bila ufahamu. Hata alifikiri kwamba Mungu alikuwa akimjaribu shetani alipoishambulia familia yake na kumtia majaribuni. Kwa hiyo, Ayubu sura ya kumi na nne mstari wa kumi na sura ya kumi na saba mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na sita ni maneno yenye makosa ambayo Ayubu alisema alipokuwa kibishana na marafiki zake watatu waliomtembelea katika uchungu wa ugonjwa wake. Si maneno ya marafiki zake watatu tu bali hata maneno ya Ayubu yalikuwa na makosa. Elihu alifichua makosa ya maneno ya Ayubu. Alipopokea neno la Mungu akiongozwa na Roho Mtakatifu, aliwakemea Ayubu na marafiki zake watatu kwa mabishano yao yasiyo sahihi. Akiwa amekemewa na Mungu, Ayubu alikiri kwake. Hivyo maneno katika Ayubu sura ya kumi na nne mstari wa kumi na sura ya kumi na saba mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na sita yanahusu mwili, si juu ya nafsi. Mbali na haya, kuna maneno mengi yaliyokosea ya wanadamu katika Biblia, lakini nitayaacha kwa sababu ya nafasi ndogo na kuendelea na somo letu la nafsi.